Asalamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatu, mpenzi mtazamaji wa Faidika TV kokote pale ulipo duniani, ni kualike tena katika kipindi chetu tunachoangazia changamoto mbalimbali mbali zinazowafika ndugu zetu. Kwa nini changamoto? Ni kwa sababu hayuko pamoja na mtume sallallahu alaihi wasallam, yoyote yule ambaye haguswi na matatizo yanamfika ndugu zake. Ndugu yangu Muislamu, wanasema Waswahili, ukistaajabu ya Musa, utayaona ya Firauni. Na ama kwa hakika haya ndiyo mambo ambayo tumeyakuta katika kijiji cha Kileguru, mkoa wa Tanga, wilaya ya Handeni. Nyumba mnayoiona mbele yenu, ndugu zangu wa Waislamu, ni nyumba ambayo mbovu, imeharibika, imeporomoka udongo wake, na hatimaye kubakia miti mitupu mfano wa mifupa ya mbwa. Kinachosikitisha, ndugu zangu wa Waislamu, etifundi aliyelipwa shilingi takriban elfu arobaini za kuripea hiyo nyumba, wallahi ladhimu, amekimbia nazo. Katika mambo yanasikitisha sana, watu waogope Allah subhanahu wa ta'ala na waogope siku ya mwisho. Tukio hili limepelekea mtoto wa huyu mama, wallahi ladhimu, mtoto mlemavu asiyeweza kutembea, hana hata wilchea. Analala katika chumba ambacho kiko wazi, kinachomhatarisha usiku wa manane kuvamiwa na wanyama wakali. Tukio hili ama jambo hili ndugu yangu limepelekea hali ya kuwa mama mzazi ambaye huyo bibi mnayemuona hapo anashindwa kulala usiku usingizi mzuri, kwa maana anawaza mtoto wake asije akachukuliwa na wanyama wakali. Mwana hao mali mgaya, mimi mwanangu ni mkichaa tena analala nje, nguo ya kuvaa yote hana, analala chini kam, kama kuli vile, hata kuli linaenda polini Mwanangu anapata adhabu, unamkuta. Hata mi naona uchungu, hata nkila chakula sishibi. Mnashibaje bwana, mtoto yuko nje? hmm. Wee, unasema nini wewe? Kwa hiyo ndio hiyo, tatizo ndio hilo. Nikumbuka ni wako katika vijiji juu ya milima, na mnafahamu huku wanyama ni wakali, nyoka e, na baadhi ya mbweha na baadhi ya wanyama wengine wanaweza wakamshambulia binadamu katika nyakati za usiku. Tunachokuomba ndugu yangu Muislam popote pale ulipo duniani, hii nyumba yake mnayoiona na hiki chumba kukifanyia ripea kukikandika udongo kukiweka miti mipya pamoja na kukirekebisha vizuri, wallahi ni takribani tishilingsi laki tano. Je, mimi wewe na mwingine tunashindwa kuchangia laki tano tukarekebisha nyumba ya huyu mama ambaye anashindwa kulala usiku kwa sababu ya kuhofia mwanaye asije kuliwa na wanyama wakali. Talalaje? mwanangu yuko nje, mimi mwenye niko nje, mwanangu yuko nje. Naomba msaada, wananchi msaidie. Msaada, ndugu yangu Muislamu, usipoguswa na hili utaguswa na, li, na lepi ndugu yangu, kumbuka wakati wewe unavuta shuka nzuri kwa hali ya kuwa feni na kupepea dirisha umefunga na kioo wana wenzetu ndugu yangu wanalala katika mazingira kama haya. Sio hilo tu ndugu yangu Muislamu, hebu tazama maji wanayotumia hawa ndugu zetu wanaoishi katika eneo hili. Ndugu zangu, hakika inatia uchungu, hakika inatia uchungu, hakika inatia uchungu. Ndugu zangu, tuguswe na hili. Tazameni haya, ndiyo maji wanayoyatumia kunywa, maji ambayo E, ni njia wanapita ng'ombe wanakunywa ng'ombe na no wanakojoa wa mikojo, lakini wapi watapata maji mengine masafi tofauti na hapa? Ndugu yangu mwislamu, una uwezo wa kuwachimbia kisima, basi wachimbie kisima, una uwezo wa chochote cho kile kuwasaidia. Hebu tuguswe na hizi hali ndugu zangu, kwani kwa hakika zinaumiza kupita kiasi. Lakini pia tusisahau mtoto huyo anahitaji wheelchair. Wheelchair ni tishilingi laki mbili na elfu hamsini. Umpatie wheelchair ili aweze kuwa anatembelea. Mtoto ameshindwa kusoma, haendi shule kwa sababu hawezi kwenda shule hali ya kuwa anatambaa na shule iko mbali mrefu, lakini akipata wheelchair, huenda Allah akajalia wepesi ukapatikana, akashika, akatokea mtu akakamata wheelchair akamsukuma, akaenda mpaka shule na akajifunza ilmu hii. Utakuwa umetanguliza mbele ya Mola wako mambo makubwa makubwa sana, ndugu zangu Waislamu. Hali zao hawa ni hali nzito na mwomba Allah subhanahu wa ta'ala, awajalieni mwingiwe na mioyo ya imani na mioyo ya huruma, ili tuweze kupata shilingi laki tano kwa ajili ya kurekebisha chumba cha huyu cha hii nyumba wanayoishi, lakini pia tupate laki mbili na nusu kwa ajili ya kununua wheelchair ili tuende tuwapelekee wa ndugu zetu wanaopata shida na misukosuko kama mnavyojionea na kama mnavyomsikia bibi kizee anayezungumza mpaka machozi yanamtoka. Allah awape mioyo ya huruma na mioyo ya imani tuweze kulikamilisha hili. Umbekeni ya kuwa mnachokitoa, tuna shida sisi hapa, shidasisiapatuapo tuko mashambani lakini tuna shida. Tuna kijana wetu, mtoto wetu kapungua akili, ni mkicha. Mimi baba yake kujenga siwezi, mtoto wetu analala nje. Mimi baba yake kujenga siwezi, mtoto wetu analala nje, anaweza kuja kuchukuliwa na manyama mabaya. Hatulali, kilala kidogo unakwenda kumwangalia nje, kilala kidogo unakwenda kumwangalia nje. Naomba msada na sisi tupate maisha mazuri. Mtoto ni huyo huyo mmoja, naye akili yake ni mkicha hatuna mtoto ni huyo huyo mmoja tu, kwa hiyo tunaomba msaada. Nguo za kuvaa hatuna shida, mtindo mmoja.